Msikilizaji wetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea kuwa na furaha kubwa na amani kubwa ya kuendelea kukukaribisha kwa nguvu kubwa mno tena na kwa bidii kubwa mno katika kongamano la Radio Safina ambalo litafanyika kule uwanja wa magereza Kisongo Arusha hiyo tarehe ya 29 Novemba 2025. Ukweli sio mara ya mia tumekuwa tunawakaribisha msikilizaji wetu, lakini ka kadri siku zinasogea ndo hivyo tunakuwa na hamu kubwa kwamba usikie tu likipiga kengele ndani ya roho yako nafsi yako mwili wako, ili tu usikose hili kongamano, msikilizaji wetu, kwa sababu hili kongamano huwezi kumtuma mtu kwa niaba. Kwa kweli na ujumbe ulioko kwenye hili kongamano ni mzito, ni mzito. Tunakwenda tena kukataa kwa nguvu kubwa sana kwamba tumekataa kuwa mtumwa wa malikia wa mbinguni, zile madhabahu za kabila na hata zile madhabahu mpovu za mtu binafsi. Msikilizaji wetu, tumekuwa na maombi mengi, mafundisho mengi, maelekezo mengi, na ukweli kabisa ni kwamba Mungu ametukubali, ametukubali kwa namna kwamba kila siku tunaona tukitembea kuingia katika lile lango la Edeni yetu, na hilo lango linafunguka kila siku, kila siku, na linavyofunguka mbele yetu, huku nyuma yetu lile lango la kuzimu ambalo lilikuwa limetushikilia kwenye ule udongo wenye kila aina ya laana na madhara katika maisha yetu, kweli ndio hivyo, linaendelea kufungika. Msikilizaji wetu, kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mungu sana. Hebu tafadhali, tafadhali usikubali ukakosa, usikubali ukakosa, na tukwambie wazi msikilizaji kwamba hili kongamano ni la mng'ao mkubwa, linakwenda kutuingiza kwenye Eden ya elimu zetu na watoto wetu, Eden ya kazi zetu za mikono ikiweko ni ufugaji ikiweko ni ukulima ikiwepo hata uchimbaji wa madini na kila kinachotuhusu msikilizaji na tukuambie kwamba au ajabu mmoja mkubwa sana wa ili kongamano hili kongamano linakwenda kujibu yale ambayo Mungu ametupa katika unabii wake wa ule mwaka elfu mbili na nane kumbuka elfu mbili na nane mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka kumi na saba Mungu alisema kwamba Watanzania wote wata okoka, Tanzania itasitawi, Tanzania malango ya kuzimu yanakwenda kufungika, hayatatusumbua tena. Na lingine tena ambao Mungu ametubalisha kwa nguvu mwaka huu ni kwamba tunakwenda kufikia hatima zetu zilizotukuka. Haiwezekani, haiwezekani ukawa Eden na hivi visikamilike, msikilizaji wetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mno, na tunakuomba tu kwamba usikubali kuachana kwa na ile sadaka yako naweka kila siku. Hii sadaka inakwenda kuwa ni daraja kubwa mno la kukuvusha kwenda Edeni yako kwa hiyo karibu sana sana. Tunajua ni wamsho, ni uwamsho ni wa Tanzania, uamsho ni wa Tanzania na haitawahi wa Tanzania wote waende, lakini ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha wakafanya, basi tunaenda kuwakilisha Tanzania nzima na tumpigie Mungu wetu vigelegele, kwa sababu hakika hakika Tanzania tunakwenda kuingia kwenye Eden yetu mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Na haleluya, karibu sana.